Awi kina Suyuti tuwatie shimoni, wote hawajui kabisa. Maskini huyu amekwenda kusoma nyaka mitano, amekuja akitoa khutba mpaka andike kartasini, leo awe ndio mwongozi tumfuate. Hii ndio mafumi ya bid'a kwa ufupi. Mambo yaliyozuliwa ni mengi, tukimaliza. Kwa sababu usiwezi kuendelea sana, kwa sababu tuna shughuli leo, utaambia kuna maulidi Maulidi yatiwa katika kisimu cha bid'a. Na sababu kuzungumza maulidi sababu tuko mwezi wa maulidi. Maulidi yaingia katika kisimu ya bid'a au hayangii? Suala ni hiyo. Maulidi kwa majumui yake tunaweza kuita bid'a kama tunavyoita bid'a nahau na balagha na mustalah hadithi na usulul fiqhi namna ile zilizosomeshwazo, masahaba hawakusomesha, walikuwa wazijua tu bila ya kusoma bila ya kusomesha zalipokuwa zitakupotea ndio zikawekwa majina mustalahi usuli e, balagha tauhidi e, sijui nini e, lugha asrari lugha ishtiqaqi, lakini masahaba walikizitumia bila ya kujua na walikipata. Je, mtu ajuae dawa bila ya kutumia na atumia dawa na akawaponesha watu bila ya kujua, utampenda upe ule atumiao. Sawa sawa nika sasa bila kujua ule ni hodari zaidi kuliko uliyejua eh, na dawa hatumii hata moja na yeye aumia kwa kwa magonjwa. Ndio masahaba na walivyokuwa. Aliulizwa Sheikh Muhammad Najib, Sheh muhaadajibi, mwanachuoni mkubwa mukamili Al-Majmua, alikamilisha majmua ya Imam Nawawi akaulizwa, je, Maulidi kama ni khairi mbona masahaba hawakufanya? Jawabu alijibisha, asahabatu ya qaum kanu ala maulidin daim, masahabu alikuwa na maulid siku zote, wakimchota wakim mtumi vitendo vake sera zake, hayo mazazi yake mtumi. Nilipozawa kaana nuru nmamangu, aliona hivi nikalelewa, alieleza nani, ilikuwaje mtumi kueleza mambo ambayo kwamba amba kisha yatakuwa hayafai mimi nilizaliwa kadhaa, ni mamangu alikuwa hivi e, ma, a, ndoto mamangu ake, yale mambo ya maulidi yote walioeleza ni mtume mwenyewe na wale masahaba walioona mazazi mtume mwenyewe akaeleza, na hakuwakataza wale kina Shafai na kemusielezeni mambo kama haya, sababu yatazua bid'a siku za mbele, yakaelezwa na watu wakaeleza mbele yake mtume, kwa sababu maulidi asahaba kanu ala maulidi ndaye akaulizwa mbona, hakusoma maulidi kama hii? Akaambia masahaba walibakia wali, wali kukusanya kupokea, masahaba walipokea afanya ile mtume, likiwa ni li swala likiwa ni li maulidi, likiwa wakapokea tabiini wakaanza kukusanya, wakakusanya zote zilikuwa na masahaba tabi, tabiini wakaanza kugawanya hii ni sira, hii ni maghazi, hii ni tauhidi, hii ni balagha, hii ni fikhi, hii ni hadithi. Hiyo hadithi pia, ukitaka ukitaka tu, kwani bidha masahaba walikuwa hawasemi hadathana fulani wala hadathana fulani? mbona vitabu vyetu vya hadithi vimeja Bukhari hadathana fulani ni nyingi hadithi kuliko hadithi hadathana fulani hadathana fulani wa bihi wa atina wa, uh, haya tahwili alizipata Bukhari zile lakini kwa sababu ni elimu ya hadithi akawekea upande wake, elimu ya sira akaweka upande wake, elimu ya tauhidi akaweka upande wake, hazikuitwa bid'a. Sababu zimenufaishwa, na Maulidi haitwi bid'a sababu yeli, yale mazazi yote yamepokewa. Kama kuna hadithi haikupokewa hadithi ile tuiondoshe, <coughs> ile hadithi tuiondoshe. Utasema hizo hadithi nyingine, kama hadithi ya Jabir hadithi ya Jabir imethubutu ya kuwa iliondolewa katika Musannaf ya Abdurazzaq na imepatikana kwa silsila yake ambao kitabu kimesha kuchapishwa. Hadithi kama 20 zilitolewa na si ajabu kutolewa hadithi ya Abdurazzaq 20. Kitabu ambacho kwa bahati hakitumiki Sahih al-Bukhari, nyingine zimetolewa hadithi karibia nane, Musnad wa Ahmad. Mpaka leo mimi nimepata hadithi nimepata hadithi 26 hamuna katika Musnad wa Ahmad, zipo katika vitabu vingine kwa isnadi sahihi ya hadithi zamani, watu walikuwa hakuna chapa, mtu alikipunguza kiongeza, lakini ile hadithi ya Jabiri imekuja na imethubutu na kimetolewa kitabu hasa kuonyesha kwa ile hadithi iko kwa isnadi yake. Sasa tuseme ni dhaifu, hadithi dhaifu hutumika katika fadhail al a'mali, ikiwa ni sahihi ndio hutumika zaidi. Sasa wewe kufanya kazi, utuambie hadithi ilisofaa kwa dalili ambayo kwamba wewe wafaa kutueleza zile dalili, usiseme kukulakinia kama babaka kama kasuku tu, haifai haifai, yafaa yafaa, haifaa, tutolee hapo katika Bihaki ameeleza hivi, katika Abu Nuaimi ameeleza hivi, Alkhatibu Lbaghdadi ameeleza hivi, utueleze mpaka tuelee ilmia. Hadithi moja si kitu kuondolewa, lakini hatuondoshi hadithi, lakin, hatu hadithi iliyowekwa na meimamu karibu ya arobaini ili hadithi ajabiri, ya Jabiri meimamu aliyoitaja karibu ya arobaini na sidhani imamu hao atafukiana asfaku ya kueleza hadithi soko wako mpaka uje wewe uambie kwa hakuna. Sio hadithi hakuna, ile ilijavi ni haimo. Kuna hakuna na haimo, katika Musannaf haimo, lakini hadithi sio hakuna. Uelewe tofauti ya haimo na hakuna. Basi kisha baadaye, na mpango wa maulidi wote ulioendelea, mahafidhi hawa kubwa kubwa wametunga vitabu vya wa maulidi. Hapa naweza kutajia majina ya mahafidhi wengi waliotunga kitabu cha Maulidi hasa Ibnul Jazari, Ibnul Jauzi, Ibnud Daibai, Asakhawi, Asuyuti, Ibnu Kathiri, Mulla Ali al-Qari, hao ni mahafidhi wakubwa, wanahifadhi hadithi miata alfu, wakakusudia hasa kutunga kitabu cha Maulidi, kitu ambacho kwamba hakifai ni bid'a, wakatunga kitabu kile tu, daraja yao itakuwa ni vipi mtu aliyokusudia hasa kufanya bid'a Najua ni bid'a, mtulia huwa ni vipi katika dini, wakatunga vitabu vya Maulidi viko vingi sana, ni maana kuwa imethibutu huku kitu yataka kitungiwe haswa na kibakie, kwa sababu ni kitu sasa. Kama wewe hujaelewa Maulidi, hatukwambia usome Maulidi, takwambia uwasamehe wasoma wa Maulidi. Uwasamehe wasomao wa Maulidi mpaka itakapokufunuka ya kuwa hiki kitu kinaweza kusoma na nayafanya kwenye maulidi yote, kama hujaelewa, wasamehe, usiwa tukusi, usiwa dharao. Wenye walikikhalifiana maimamu hata katika sala Bismillah, wangine ni wajibu, wangine ni kwa jahri, wangine kwa israri, wangine isipigwe kabisa Bismillah, lakini walikiswali pamoja, walikua hawana utesi. Apigao Bismillah walikisali pamoja, asopiga walikisali pamoja, walikisameheana waliki waliki waliki, na filhali ajua mimi ni msamehe huyu, tutakuwa ni uzuri Haya ndio maneno kwa ufupi niloweza kueleza katika bida, na maneno haya ni marefu sana. Leo nitaka kuupanua huni muhadhara na kupiga mfano, tutaendelea kwa masaa mengi. Nitakoma hapa, nimeambia nitoe kama dakika kumi, robo saa. Ya mtu kama ona swala lilotalakiana na maudhui, tujibishe inshallah. Saa mbili na nusu saa sawa.